Wengine wako wapi? Mkuu wa wilaya, wakuu wa idara wote wa, wa wilaya, isogeni hapa. Yule mhusika yuko wapi? Yule aliyeuliza swali yuko wapi? Umejenga vyoo mwaka gani? Mwaka elfu mbili na ishirini vyoo vyenye matundu ishirini na manne vyoo vyenye matundu ishirini na nne ndio. Mwaka gani? elfu mbili na ishirini na mbili ishiri na tatu. Vya, vya sekondari vya sekondari ya Gonja seki, mpaka leo sijalipwa. Afisa elimu, vile vyoo vilikamilika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyoo vimekamilika, lakini kwa mimi sina taarifa kama kuna vyoo vilikuwa vinadaiwa. Kwa hiyo ninaomba nilichukue kwa ajili ya kulifuatilia. au kutuma hiyo kazi akajenge aka alienda kujenga kwa kujitolea? Alienda kujenga kwa kujitolea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani kipindi hicho mimi sikuwepo, kwa hiyo nitalifuatilia. Mlimpa kazi a kumpa kazi, atakuwa alipewa kazi. Mkuu wa wilaya lila hivyo vyoo anavyosema mlimtuma ajenge au alijitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sahihi kwamba huyu mzee alipewa kazi ya kujenga vyoo haya mwaka elfu mbili na ishirini mpaka leo vyoo vinatumika, tangu mwaka elfu mbili na ishirini amjawahi kupata milioni mbili ili swala nilishalishughulikia na nilishamwagiza mkurugenzi. Kwa sasa hapo mlipokaa hapo, toeni kila mtu mwenye fedha mfukoni, mlipeni sasa hivi, nione mnamlipa hapo. Mkuu wa wilaya kaa hapo pembeni na wataalamu wako, awe ipatikane milioni mbili, mpatie hapa hapa. Mtu amejenga vyoo vimekamilika, milioni mbili, milioni mbili tunahangaisha mwananchi. Halmashauri, halmashauri imekosa milioni mbili? halmashauri imekosa milioni mbili toka elfu mbili na ishirini Mkurugenzi, mapato yote umekosa milioni mbili ya kulipa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunamlipa nimekosa milioni mbili miaka Mheshimiwa mitano milioni mbili na matundu mnatumia. Mheshimiwa Waziri Mkuu tunamlipa leo leo, siyo leo leo, hapa hapa nataka alipe hapa aondoke na hela yake. <todiculose> Aya, kaeni pembeni hapo, mlipeni.